areas of Kinango and Lunga Lunga this was the situation crops drying up and drought eating hard however the situation has changed after devolution with food production over two hundred fifty acres taking place through drip irrigation for about two years Over 25 dams have been dug by Kwale County Government, while over 400 farmers being involved in irrigation farming by the National Agricultural Value Chain Development Project and Kwale County Government.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 Maberenganya, mchicha, sukuma, spinach, mabenda na mchicha. Tunauza, tunakula na majirani wanakula na watu wanatoka mbali mbali wanakuja kununua. Bwawa letu la Kizingo, bwawa ambalo lina cubic elfu moja mia tano na arubaini. Ni bwawa ambalo litasave mambo ya unyinyizaji na pia lina save mambo ya mifugo na pia tumetreat maji ya watu, maji safi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 wengine nao wanalipa karo ya watoto shuleni ambao wako high school, wengine wako college, wengine wako university. Imesaidia hawa wanachama, imesaidia hawa wazazi wa ili eneo ambao wanajihusisha na hizi shughuli za kilimo. Farmers from Kinango and Lungalunga are on the track to turn their once desolate land into thriving agricultural hubs through the visionary effort of the Kwale County government making the resident not only surviving but also flourishing through agriculture. Na hata sahii, ninashukuru maana ninaweza kuchukua hatua ile pesa ambayo nishapata kwa kuuza mboga, nikachukua kuku ambayo itakuwa sasa ni msaada katika nyumba yetu, na hata naweza chukua hata kama ni mbuzi. Maana ninashukuru, tangu tuanze nimeona kuhusu mradi. Kwa hivyo leo hii tunaendelezesha mradi wa unyunyizaji. Tumesema tunapigana vita na janga la njaa. Na kama kaunti tumeamua tuwezeshe watu wetu ambao wako tayari, au Kwale wana bidii sana, ni kuwezeshwa tu. Kwa hivyo tunaendelea kuwawezesha ili chakula kiweze kupatikana cha kutosha ndani ya kaunti ya Kwale. If farmers from arid areas will embrace irrigation farming, the issues of food scarcity will be a thing of the past. Alois Musyoka, K24 for Evening Edition.